Kweli, leo tunafikia mwisho wa mazungumzo kati ya Ayubu na washauri wake watatu au wenzake, ingawa kwa wakati huu sidhani kama wako karibu sana. Elifazi amezungumza katika sura ya 22 na Sofari hatasema tena. Bildadi atasema kwa kifupi sana hapa katika sura ya 25. Nadhani kwa kweli kwa wakati huu mashambulizi yao, mtazamo wao mtazamo wao umechoka tu. Wameamini kwamba Ayubu anateseka kwa sababu Ayubu ni mwenye dhambi, na hakuna njia nyingi zilizobaki za kumwambia Ayubu hivyo. Sasa baadhi ya yale ambayo Bildadi anasema hapa katika sura ya 25 ni sahihi, lakini hitimisho lake ni kosa. Anatangaza kwamba Mungu ni muweza wa yote. Anasema hapa katika aya ya 2 utawala na pofu, viko kwa Mungu. Kwa maneno mengine, hakuna mtu anayeweza kupigana na Mungu kwa mafanikio. Hilo ni kweli, lakini Bildadi anatumia hili kwa Ayubu na kimsingi anasema kwamba Ayubu amekuwa akipigana na Mungu badala ya kukiri dhambi zake kwa Mungu. Nikuambie, Ayubu kwa hakika amekuwa akiuliza maswali kwa Mungu, lakini hapigani na Mungu. Maoni ya Bildadi yanafuatiwa na jibu hili refu kutoka kwa Ayubu, ambalo linatupeleka kutoka sura ya 26 hadi sura ya 31. Maoni yake hata hivyo, hapa katika sura ya 26, yanazingatia ukuu wa Mungu na anasema katika aya ya saba kwamba Mungu ananyosha kaskazini juu ya utupu na ananing'iniza dunia juu ya kitu kisichoonekana. Anasema katika aya ya 14 kwamba tunaweza kuona tu pembezoni mwa njia zake. Kwa maneno mengine, hatuko karibu kabisa kuona utukufu kamili wa Mungu. Tunaweza kuona tu pembezoni, tunaweza kusikia tu minong'ono ya ukuu wake. Kweli hii ni theolojia nzuri, kwa njia, inatoka kwa mtu anayekaa kwenye dampo la mji, kwa hivyo akijaribu kupata faraja akiwa ameketi kwenye majivu ya takataka zilizochomeka, akiteseka na vidonda vinavyotiririka, homa kali na magonjwa mengine. 25 Ayubu kimsingi anasema hapa, sielewi kinachonitokea, sielewi, lakini ninamuumba Mungu ambaye anafanya hivyo. Mimi ni udongo, anasema hapa katika jibu lake. Mungu ni mfinyanzi. Kwa maneno mengine, mimi ni mwanafunzi, Mungu ni mwalimu, mimi ni kondoo, Mungu ni mchungaji. Sasa katika sura ya ishirini na saba hukumu ya Mungu iko mbele, na kwa kuzingatia ukuu wa Mungu, kwa nini mtu yeyote atake kupuuza hukumu inayokuja ya Mungu? Ayubu hata anaanza hapa kuelezea mustakabali wa wale wanaompinga Mungu. Anasema hapa katika sura ya 27 mstari wa nane kwa maana ni tumaini gani la wasiomcha Mungu, wakati Mungu anapowakatilia mbali, wakati Mungu anapochukua uhai wake? Je, Mungu atasikia kilio chake wakati dhiki inamjia? Tazama, hii ni maelezo ya kusikitisha ya watu wanaopuuza dhamiri zao zenye hatia na kukimbia kutoka kwa Mungu, wakidhani wanaweza kweli kumkimbia Mungu. Sasa hapa katika sura ya 28 Ayubu anazingatia hekima ya Mungu, na hii ni hekima inayohitajika kushughulikia maisha. Hii ni hekima inayohitajika kushughulikia mateso yanapokuja kupitia mlango wetu wa mbele. Na aina hii ya hekima, Ayubu anasema hapa katika aya ya 13, haiwezi kuchimbuliwa kutoka ardhini. Anasema hapa katika aya ya 15, kimsingi huwezi kuinunua dukani. Haiwezi kununuliwa kwa dhahabu na fedha, haiwezi kupimwa kama bei yake. Basi unapata wapi hekima hii? Je, unaipataje? Sikiliza anachosema katika aya ya ishirini na nane: Tazama, kumcha Bwana, hiyo ndiyo hekima, na kujiepusha na uovu ufahamu wake. Kwa maneno mengine, hekima haiwezi kununuliwa, ni lazima ifanyike Tunapata hekima tunapofanya mazoezi, na tunapaswa kufanya mazoezi ya mambo mawili maishani. Kwanza, tunapata hekima tunapomwabudu Mungu kwa heshima. Hicho ndicho Ayubu anamaanisha anapozungumzia kumcha Bwana hapa. Hii ni heshima ya kumcha na kumtumaini. Inamaanisha tunamchukulia Mungu kwa uzito. Mtu anayemchukulia Mungu kwa uzito atakuza maisha ya hekima. Pili, tunapata hekima tunapoitikia neno la Mungu kwa utii. Hatuchukulii tu Mungu kwa uzito, bali tunachukulia neno lake kwa uzito pia. Tunaelewa kwamba tuna maisha moja tu na tunataka maisha hayo yaishiwe kwa kumcha Mungu. Kwa hivyo anasema nini? Hekima inakuja kwa wale wanaoishi kwa kumcha Mungu na wanaotii neno la Mungu. Wapendwa, mnapoishi hivyo leo, niwaambie, hamhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu kesho. Sasa hapa katika sura ya 29, Ayubu anabadilisha mtazamo wake kutoka utukufu wa Mungu hadi adidi yake binafsi. Anatazama tu anga na anaanza kukumbuka maisha yake ya zamani ambayo yalijaa baraka nyingi. Anasema hapa katika mstari wa nne, urafiki wa Mungu ulikuwa juu ya hema yangu. Kwa maneno mengine, mahali nilipoishi ilikuwa dhahiri Mungu alikuwa rafiki yangu. Anasema hata hapa katika mstari wa sita, hatua zangu zilioshwa zililowekwa kwenye siagi. Kwa maneno mengine, nilikuwa na vyakula vyote vya anasa unavyoweza kufikiria mezani kwangu. Na maanisha nilikuwa na siagi yote niliyotaka kula. Inanikumbusha mshirika wa kanisa aliyeniletea donati kadhaa zilizofunikwa na barafu ya chokoleti. Zilitengenezwa nyumbani kutoka kwa mkate maarufu. Huenda kuna kipande cha siagi ndani ya hizo donati. Sijui kama huyo mshirika wa kanisa alitaka nife mapema, lakini chochote walichotaka, zilikuwa nzuri kweli. Hatua zangu zililowekwa kwenye siagi, hiyo ndiyo wazo hapa. Katika mistari ya saba hadi nane Ayubu anasema nilipotoka, kwenda langoni mwa mji, vijana waliniona na kujiondoa, na wazee walinuka na kusimama anasema nini? Nimekuwa mtu wa ushawishi na heshima, nilipojitokeza walisimama. Anasema hapa katika mstari wa 21, watu walisikiliza mimi na kungoja na kukaa kimya kwa ushauri wangu. w wow, maisha haya lazima yalikuwa ya ajabu. Lakini sasa angalia tofauti. Ayubu anaanza kuelezea hali yake ya sasa hapa katika sura ya 30 na mstari wa moja ambapo anasema sasa wananicheka. Mstari wa kumi hawasiti kunitemea mate wanaponiona. Mstari wa kumi na tano ufanisi wangu umepita kama wingu. Kwa maneno mengine, hakuna tena siku za siagi, maisha sasa ni machungu tu, na watu hawa ambao walimheshimu zamani wanamtemea mate. Unaweza kufikiria, na usikose hii Ayubu hawezi kuelewa kwa nini Mungu hatamjibu. Anasema hapa katika mstari wa ishirini, na kulilia msaada na hunijibu, nimesimama na wewe unanitazama tu. Lakini hata baada ya kauli hiyo ya kusikitisha, sasa hapa katika sura ya thelathini na moja Ayubu anaendelea kufanya ahadi. Anatoa ahadi ya kutembea kwa busara, kwa kumheshimu Bwana na kwa utii, na anatoa orodha ndefu ya dhambi katika sura ya 31 anaorodhesha mambo kama tamaa na wongo na udanganyifu na uzimzi na matibabu yasiyo ya haki kwa watu, ukosefu wa huruma kwa maskini, na anasema hapa kwamba ikiwa amekuwa na hatia ya mojawapo ya mambo haya, Mungu anapaswa kumhukumu kwa kweli. Hapa katika mstari wa 24 anamtaka Bwana amhukumu ikiwa ameweka tumaini lake katika utajiri wake, au ametenda kwa kiburi, au kufurahia maangamizi ya watu waliomchukia. Sikiliza mpendwa, Ayubu wewe, yeye si mkamilifu, hajasema kwamba yeye ni mkamilifu, lakini alikuwa mfano wa uadilifu kijamii, kifedha, kimaadili, kiroho, nyumbani na katika jamii. Nakumbuka, hii ndiyo sababu Ayubu ni mfano wa ajabu kama mtu anayeteseka tena hakuwa anateseka kwa sababu alikuwa asiye na uungu. Alikuwa ametambuliwa na shetani kama lengo kamili la kuteseka kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Unaona, alikuwa anajaribiwa, si kwa sababu alikuwa na upungufu wa imani, bali kwa sababu alikuwa akiishi maisha ya imani. Baadhi ya Wakristo wana wazo kwamba Mungu anahakikisha ulinzi wetu dhidi ya mateso ikiwa wewe ni mwaminifu hapana sivyo mungu anahakikisha uwepo wake katikati ya mateso yetu na huenda unakabiliwa na mateso leo john wesley mmoja wa waanzilishi wa harakati ya methodist katika miaka ya elfu moja na mia saba aliwahi kuandika sala na inanikumbusha kuhusu ayubu niruhusu nikutie moyo kufanya aina hiyo ya ahadi mpya na azimio leo Siko tena mali yangu mwenyewe, bali ni wako. Nitie katika kufanya, nitie katika kuteseka. Niruhusu niwe nikiwajibika kwako, au uwekwa kando kwa ajili yako, kuinuliwa kwa ajili yako, au kushushwa kwa ajili yako. Niruhusu niwe na utoshelevu, niruhusu niwe mtupu, niruhusu niwe na vitu vyote, niruhusu nisiwe na kitu chochote. Ninatoa kwa hiari na kwa moyo wote vitu vyote kwa furaha yako na mpango wako wewe, e Mungu, ni wako na mimi ni yako. Labda unahitaji kusema kitu kama hicho kwa Bwana wako leo, labda asubuhi hii, au mchana huu, wakati wowote wa unaposikiliza au kutazama hii, sema tena upya: Bwana, ninatoa kwa hiari